Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia 70 kupiga simu ndani na nje ya nchi, intaneti yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima, dakika 420 kupiga simu mitandao yote pamoja, katika... Ni Ijumaa ya Aprili 12 mwaka 2019. Karibu katika MCL Matukio, inayokuletea muhtasari wa habari kubwa zilizotokea leo. Msomaji wako ni mimi Exaudi. Rais John Magufuli amewataka wafanyabiashara wadogo wenye vitambulisho vya ujasiriamali kutokubali kulipa tozo au ushuru wowote wa kwa watendaji wa serikali. Magufuli ameeleza hayo leo wakati akizungumza na wananchi wa Migori mkoani Iringa kwenye ziara yake ya kikazi. Kauli hiyo ya rais Magufuli imekuja baada ya mwanamke mmoja kueleza changamoto ya ushuru unaotozwa na manispaa katika biashara yake ya samaki licha ya kuwa na kitambulisho hicho. Kufuatia malalamiko hayo, Rais Magufuli akatoa maelekezo kwa wajasiriamali wote kuwa wasikubali kutozwa fedha zote kama wana vitambulisho hivyo vinavyotambua rasmi. Maana yake uyaktoza ushuru mara mbili. Lakini pia hule anayewakusanyia, tafuteni mtu mwingine endelee kukusanya hapa, kwa sababu huyu mtu, huyu mtu kwa vyovyote atakusanya zaidi hata kwa watu ambao wasio stahili ili kusudi apate percentage za kumbakizia mimi. Nini ninyi, kama nimekosa kufanya kazi? Watendaji wa kata na wanane wakusanya hapa koe, wacheni wafanye kazi buni. Kwa hiyo mkurubenzi, nakuagiza meelewa. Aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, CAG Ludovic Uto, amesema mabishano yaliyotokea bungeni kati ya bunge dhidi ya CAG Profesa Musa Sadi ni kukosekana kwa wabunge wenye utaalamu wa kutosha ataaluma ya uhasibu ndani ya Bunge, hali iliyochangia lugha kutoeleweka. Uto ambaye alimewahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa bodi ya taifa ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu NBAA, ameyasema hayo leo wakati wa ufunguzi wa kongamano la siku mbili la chama cha wahasibu wanawake Tanzania TAWCA. Amesema CAG ni jicho la wananchi, ambao ndio wenye mali na rasilimali zote za nchi, na kwamba ripoti na kwenda bungeni sababu waliopo ndani yake ni wawakilishi wa wananchi na kwamba pendekezo yake hulenga kuboresha utendaji wa aliyemkagua. Mbunge wa Kibamba, Chadema, Joni Mnyika, ameitaka serikali kueleza sababu za kutotenga fedha kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa kura za maoni kupitisha katiba iliyopendekezwa. Mnyika ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma leo katika mjadala wa bajeti ya wizara ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI na ofisi ya Rais utumishi na utawala bora mwaka elfu mbili kumi na tisa elfu mbili na ishirini. Mbunge huyo amesema hata ilani ya chama cha mapinduzi CCM inaeleza kuwa kipaumbele cha chama hicho tawala ni katiba mpya. Na katika michezo na burudani, Simba imeondoka nchini leo asubuhi kwenda DR Congo. Wachezaji wa timu hiyo wameahidi kucheza kufa na kupona, ili kupata matokeo mazuri katika mchezo wa Jumamosi dhidi ya TP Mazembe. Simba na TP Mazembe zinatarajiwa kucheza mchezo wa marudiano wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Katika mchezo wa awali iliyocheza Dar es Salaam timu hizo zilitoka suluhu. Akizungumza na waandishi wa habari na hodha wa timu hiyo John Boko amesema wanaenda kupambana ili waweze kusonga mbele kwenye hatua inayofuata. Mchezo utakuwa mgumu, tunaheshimu Mazembe. Mazembe ni timu kubwa Afrika, ni timu nzuri, ina uzoefu mkubwa katika mashindano haya. Kwa hiyo tunajua mechi haitakuwa rahisi lakini tunaamini kupambana kwetu kujituma kwetu ya mipango yetu ya katika gemu mwalimu atuoipanga ndio tuweza kutupa ushindi kwao. Kikubwa tunaenda kupambana ili tuweze kupata matokeo mazuri na tuweze kuvuka kwa hatua hii. Na taarifa hiyo ya kimichezo imetuhitimishia MCL matukio kwa leo. Taarifa zote zinapatikana kwenye magazeti yetu ya Mwananchi, The Citizen na Mwanasport, lakini pia tovuti za magazeti haya na mitandao yetu ya kijamii ni sehemu sahihi ya kupata taarifa hizi. Mimi naitwa Exaudi Mteni, kutakie jioni njema.